Baby. Baby. Yae, najua kiburi najua, tu ndo uko nacho najua tu, hapa unanisikiliza tu vizuri sana lakini unangojea tu nianze kuropokaropoka niongee, najua unanisikiliza tu vizuri leo. Umenipikia nini? Lazima uniite tu na nguvu. Ni lazima tu kelele tu. Hakuna kitu naweza kujenga, hakuna surprise unaweza kujenga tunayo, kama mama umepika nini? Ni lazima tukelele. Juzi uliacha kele, uliacha matusi leo ni kelele. I'm tired of you big man, I'm tired of you, nimechoka na wewe. Kitanda kwetu bado jauzwa umesikia? Kitanda niliacha kwetu bado jauzwa. Kama nimekuchesha niambie, nitoke niende, lakini kujipeleka kwetu siwezi enda. Wewe kama umechoka na mimi niambie. Mm. Nimechoka tu na wewe. Nimechoka tu na wewe. Ki oswondo, okay? Kuzaba, makofi, neza kugonga, neza, ni kitu gani kimefanya usiondoke waja hapa? Naweza kuzabazaba makofi, naweza kugonga, naweza kuzabua, ama nataka nikupeleke? Sasa sasa kwa, kwa hivyo cha nikuoneshe pole pole, aki bebe. Bebe, aki aki... pole aki bebe, sikuwa najua, sikuwa sikuwa najua, pole bebe, pole sikuwa na Wacha kumakasiriko mingi haki, usinipige kwa nini, nini bado, kwa nini nimekosa nini? Baba, umepika nini? umepika nini? si niambia umepika nini? Hey! Hey! sukuma, kwa nini, nini tena imefanyika eh? kuna ubaya